Kuna hadithi maarufu huko nje katika ulimwengu wa Kikristo kwamba watu wanapomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wao matatizo yao yote huisha. Sasa hadithi hiyo imekuwepo kwa muda mrefu sana. Kwa kweli, mtume Petro ilibidi awaambie Wakristo wa wakati wake wasishangae wanapokutana na majaribu makali katika maisha yao. Moja Petro saa nne na madakika kumi na mbili. Ukienda kupitia agano la kale utagundua kwamba wafuasi wa Mungu mara nyingi walikuwa wanachanganyikiwa walipoona watu wasiomcha Mungu wakifanikiwa na watu wacha Mungu wakiteseka. Na niambie, wakristo wanaodai leo kwamba hawana matatizo, basi aidha hawakuambii ukweli au hawakui kiroho kama Wakristo. Sasa tunapofika kwenye kitabu kidogo cha Habakuki tunagundua kwamba nabii anashughulika na swala hili hili. Kwa kweli katika maneno ya mwanzo ya kitabu nabii anauliza, e Bwana, mpaka lini nitalia uniokoe nawe usisikie? Kimsingi anasema, Bwana, nina matatizo na sielewi kwa nini unaonekana kama husikilizi. Labda na wewe leo unamwambia Mungu jambo hilo hilo. Kwa hiyo kabla hatujaendelea zaidi, nataka uone kwamba kitabu cha Habakuki kitakuwa cha kutia moyo, lakini pia ni cha kipekee miongoni mwa manabii wa Agano la Kale. Maneno ya nabii huyu hayapelekwi kwa watu wake au kwa taifa la kigeni. Habakuki hapa anazungumza moja kwa moja na Bwana. Kwa kweli tunaruhusiwa kusikiliza mazungumzo haya ya kuvutia sana. Sasa, kwa kweli hatujui chochote kuhusu historia ya Habakuki. Mstari wa kwanza tu unamtambulisha kama nabii. Na ni wazi kwamba anamtumikia Mungu katika miaka ya mwisho ya ufalme wa Yuda. Sasa kwa sababu tu Habakuki ni nabii wa Bwana haimaanishi kwamba ana majibu yote. Kwa hakika haelewi kikamilifu mawazo ya Mungu. Kwa kweli, amechanganyikiwa na kile anachokiona kikitokea karibu naye. Na na kitabu hiki kidogo kitajikita kwenye maswali mawili ambayo atamuuliza Mungu. Hili ndilo swali la kwanza. Bwana, kwa nini unaruhusu wovu, wendele, bila kuzuiwa? Hebu tuangalie tena na tusikilize anapomwambia Mungu hapa katika mstari wa mbili wa sura ya moja E Bwana, mpaka lini nitalia msaada nawe hutaki kusikia? Au nitalia kwako ukatili, nawe hutaki kuokoa? Kwa nini unanionyesha uovu? Na kwa nini unatazama maovu bila kufanya chochote? Lazima nikuambie, hiyo ni njia ya ujasiri sana ya kuzungumza na Bwana, sivyo? Yaani anasema kwa nini unakaa tu bila kufanya chochote na kutazama uovu na ukatili huu wote ukitokea katika nchi ya Yuda. Anaendelea hapa katika mstari wa tatu kuzungumzia kuhusu uharibifu na ugomvi. Neno la Mungu linapuuzwa na watu wake wasiomcha Mungu, wanaonekana wanaendelea na mambo yao badala ya kuzuiwa na Bwana Habakuki anataka tu kujua, sawa Bwana, hii itaendelea hadi lini? Utaruhusu uovu uendelee mpaka lini? Amevunjika moyo, amechanganyikiwa. Basi bado si wakati wa Bwana kutenda hukumu, lakini anajiandaa na chombo cha hukumu kulingana na makusudi yake. Kwa kweli, anamwambia nabii wake hapa katika mstari wa tano: Tazama kati ya mataifa waone, shangae na ustajabu, kwa maana ninafanya kazi katika siku zako ambayo usingeamini hata ukiambiwa. Kwa maana tazama, na wainua Wakaldayo, yaani Wababeli. Kwa maneno mengine, sikai tu bila kufanya kitu, sikai mikono yangu juu ya mikono. Nina mipango inayoendelea na huwezi kuiona bado, Habakuki. Nina wainua Wakaldayo. Basi Bwana anaendelea kuelezea hawa wa Babeli hapa katika mstari wa saba wao ni iwakutisha na wa kuogofya. Mstari wa nane: ruka kama tai wepesi, bula wote wanakuja kwa ajili ya ingasia, wanawakusanya mateka kama mchanga. Mstari wa tisa: wanawadharau wafalme. Mstari wa kumi: wao ni watu wenye hatia ambao nguvu zao wenyewe ndizo miungu yao, mstari wa kumi na moja. Hii ni picha ya kutisha sana hapa. Habakuki na wenzake bila shaka wameshasikia kuhusu nguvu na ukatili wa Wababeli, washindi wa dola kuu ya Ashuru, jinsi walivyokuwa na nguvu. Sawa basi, Mungu kweli yuko kazini. Huwezi kuona bado. Lakini sasa hilo linaibua swali jingine katika akili ya Habakuki. Je, inawezekanaje waumini kuteseka mikononi mwa waovu? Iwe ni haki kutoka kwa Mungu. Yuda na watu wa Mungu wanastahili ghadhabu ya Mungu kwa sababu ya ibada yao ya sanamu na uasi, na Habakuki tayari amekiri hilo. Lakini lakini, subiri kidogo, Wababeli ni ni waovu zaidi, wao ni waabudu sanamu zaidi. Kwa kweli, anasema hapa kwenye mstari wa kumi na tatu kwa nini unakaa kimya wakati waovu wanameza mtu aliye mwenye haki zaidi kuliko wao? Kwa maneno mengine, hiyo haionekani kuwa haki kabisa. Haileti maana, eh, unajua, haiendani na wazo letu la haki kwamba Mungu angetumia watu waovu sana waadhibu watu ambao si waovu sana. Sasa kwa hilo, hapa katika sura ya mbili na mstari wa moja, sasa Habakuki anasema, nitasimama na kuchunguza ili mione atakachoniambia. Sasa haelewi kile Mungu anafanya, lakini yuko tayari kusikiliza na kujifunza na hilo ni jambo muhimu kufikia hatua hii ya maisha. Jibu la Mungu linakuja kwa njia kupitia sura hii. Wababeli, ingawa wametumiwa na Mungu kama vyombo vya hukumu yake, basi nao watapokea hukumu kutoka kwa Mungu. Lo, Wababiloni hawataepuka chochote. Kwa kweli, Bwana anasema hapa kwenye mstari wa tatu, ijapokuwa inaonekana kuchelewa, ngoja uone, hakika itatimia, haita chelewa. Napenda jinsi mtu mmoja alivyosema kwamba Mungu halipi kila mwisho wa wiki, lakini mwishowe atalipa. Unaona, tatizo la Habakuki ni tatizo langu pia, huenda ni lako pia. Hatuwezi kuona zaidi ya wakati tunaopitia sasa. Ni vigumu kabisa kuona kilicho mbele ya kona, na niambie, maisha ya Kikristo ni kutembea kutoka kona moja hadi nyingine. na ndio maana Bwana anamwambia nabii wake, hapa mwenye mstari wa nne, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Yani, tunapaswa kumwamini Mungu kwamba nyakati zetu ziko mikononi mwake, kwamba yeye ndiye anayetawala. Ahadi zake ziko tu mbele ya kona, ambayo inamaanisha hazionekani kwa sasa, lakini ziko karibu tu na kona. Sasa sura ya mwisho ya Habakuki inatuandikia jibu la nabii. Yeye anainuka juu ya hali zilizopo sasa. Amepewa mtazamo wa Mungu na sasa anatoa sala ya sifa kwa Bwana. Anaanza hapa kwenye mstari wa kwanza kwa kuomba kwamba Mungu afufue kazi yake. Hii ni ombi kubwa kwa Bwana kuleta ile kazi ambayo amepanga kwa ajili ya Yuda. Kwa hiyo sasa Habakuki ataridhika na kusubiri wakati kamili wa Mungu. Ameshahakikishiwa kwamba mapenzi ya Mungu yatatimia. Habakuki anarudi nyuma kidogo akikumbuka uaminifu wa Mungu kwa watu wake alipowaokoa kutoka Misri. Wapendwa, labda leo sehemu ya suluhisho kwako na kwangu tunapopambana na changamoto zetu kuhusu kile Mungu anafanya au hafanyi, ni kuangalia nyuma na kukumbuka nyakati zile ambazo Mungu alithibitisha uaminifu wake kwetu. Ningekutia moyo uanze kuandika kumbukumbu ya matukio hayo ili usisahau yaliyopita. Mungu aliyekuwa mwaminifu zamani ndiye Mungu yule yule atakayekuwa mwaminifu siku za usoni. Sasa anataka kuonyesha jinsi nabii Habakuki anavyomaliza kitabu hiki kidogo cha unabii. Ameshindwa kuelewa muda wa Mungu, ameshikwa na mshangao e, kwa, e, ukosefu wa hukumu ya Mungu, lakini sasa anahitimisha kwa kile ninachofikiri ni tamko kubwa la imani linaloanza hapa kwenye mstari wa kumi na saba ijapokuwa mtini hautachanua wala mizabibu haina matunda, mazao ya mzeituni yameshindwa na mashamba hayazai chakula, kundi limekatika zizini wala hakuna ng'ombe zizini, hata hivyo nitamshangilia Bwana, nitamfurahia Mungu wa wokovu wangu. Mungu Bwana ndiye nguvu yangu Hili ndilo somo kuu katika kitabu hiki kidogo cha Habakuki. Huenda tusielewe kile Mungu anafanya, na huenda tusielewe muda wake, lakini tunaweza kumtumaini kama Bwana mwenye mamlaka ambaye siku zote atafanya lililo sahihi kwa wakati unaofaa kabisa. Basi hebu tujaribu kuwa kama Habakuki kidogo zaidi Ndiyo, hebu tuchukue malalamiko yetu, matatizo yetu na huzuni zetu kwa Bwana, lakini pia tumtumaini kwa wakati wake mkamilifu anapotuelekeza kwenye kona inayofuata. Sikiliza mpendwa, tutaweza kusubiri ikiwa tuko tayari uamini kwamba mungu anafanya kazi.